Habari, rafiki zangu, niko kwenye treni hapa naelekea mjini kwetu Barcelona. Ehe. Na leo bwana, muda mrefu nilikuwa nimesimama, ni sasa hivi tu nimepata kukaa. Kwa nini weekend trains zinakuwa zimeshona vizuri? Yaani zinakuwa zimejia kwa, zime kwa sababu naona watu wote wanataka kwenda mjini kufanya shopping na kufanya nini na nini. Kwa hiyo tuende leo, nilitaka nipite pale sehemu ambapo wapo wale wa machinga, ili tuweze kuconclude zile shughuli ambazo ukifika unatafuta maisha bado hauja pata shughuli fulani unaweza na wewe ukafanya, ila ni kazi ambazo zina changamoto zake. Kwa hiyo ningependa uzifahamu. Sasa ngoja tutoke kwanza kwenye treni, niwaonyeshe SGR zao japo <laughs> <laughs> hawa hapa ndio sehemu ya kawaida yani ya treni zao za kutoka. Hata kama unatoka labda tuseme Kinondoni pale Moroko unaenda Mkwajuni, treni zao humo ndio kama hivi, naweka kamera chini chini, ila unaona treni ndio hiyo, na hivi ndio vituo. Unaweza ukaisi kama ni airport fulani hivi. Nadhani sasa hivi kwa vile tuna SGR tunaweza tukaelewa. Sema sasa, ona, SGR ndio sehemu ya maisha, yani unataka zako kwenda kwenda Mkwajuni wa wale wa Dar es Salaam, ama kama ni kwa sisi watu wa Ngoja nichukulie na mfano wa kijini kwetu kule uko, <laughs> pale Korogwe Manundu, unataka kwenda Old Korogwe, basi mambo ndo kama haya. Ni sbr, lakini kila sehemu zipo na zinatofautiana ukubwa. Zile ambazo sasa ndio tuseme unaenda mkoani, yaani ni airport kabisa, yaani ni kubwa kule kule, kwa sababu hizi zenyewe kama ni sehemu ambayo ina mkanganyiko wa watu sana na zenyewe yani, unakuta ni pana kweli kweli. Hata hivyo ukubwa unaongezeka kwa zile ambazo unaenda mkoani, unaenda wapi, ni kubwa. Sema watu wako wengi, wako biza. Ngoja nikuonyeshe. Umeona zile pale? Sasa unashuka unaenda kule chini e, kuna kafe, kuna migahawa, kuna screen. Umeona hizi screen? Ngoja nikuonyeshe hizi screen. Sasa ukifika hapa ndio unaangalia train inakuja saa ngapi. Kwa hiyo hapa, kwa mfano, kuna treni ya kwenda Saria inaenda inakuja kwenye uh, barabara namba mbili ambayo hiyo itafika ndani ya dakika nne. Na hizo dakika nne, dakika nne kweli? Kwa hiyo sasa hapa unashuka unashuka. Ngoja jamani, si nimeamua kuwa vloga. Ngoja niwaonyeshe, ngoja tushuke <laughs> nikinajua nilipe ne kule tena, sijui nitafanyeje kwa hiyo haya ni matangazo. Kwa mfano hii boti hii inaenda Menoka. mm-hmm. kwa hiyo sasa unashuka zako hapa, kwa vile bado sija check out pale, kwa sababu ukifika nabidi ucheck out. Nikicheza nitalipa mara mbili. Sema hii kadi yangu nimechukua, ni wanaita ilimitati, yaani una auwezi ah, ukasoma iko mbalimbali. Hii kadi nalipia siku thelathini kwa hiyo nitasafiri nitakavyo, na ndio uzuri wa nchi zilizoendelea. Hii kadi inalipia euro kama ishirini na moja hivi, ambayo hiyo ni tuseme kama elfu sitini kwa sababu za haraka haraka, na ninaitumia hii kadi mwezi mzima hizi safari zangu. Kama ingekuwa kweli inalipia hizi treni za umeme ah, ningelipia hela nyingi sana. Umeona kwao. Sasa kama hii inasubiria watu, kwa sababu ikifika inakaa kwa muda fulani hivi ndio iweze kutoka. Umeona, naona kuna mtu wa usafi hapo. Ngoja nisimchukue zile screen na zenyewe ndio hizi hapa. Kwa hiyo kwa mfano hii ya saria dakika mbili, huenda ndio hii iliyoko hapa inasubiria watu kama sikosei. Na hizi barabara ziko nyingi. Hichi kituo ambacho nipo ni miongoni mwa kituo Esos. mama hapa Barcelona, kwa umeona huku, so, kote ena. hii ni barabara nyingine ya treni sema kwa sasa yeah. hivi hakuna treni, muone urembo wao kwenye roof jamani. Kwa hiyo yani, tunaposema lile swala la mawasiliano eh, connectivity wenzetu, nikiwa nazungumzia mifumo, ndio mambo kama haya. Hichi kituo kinabeba sijui, kinabeba watu wangapi, watu wangapi kwa, kwa, kwa siku eh. Mwona hizi treni zinasubiria watu hapo, zinasubiria watu, zirudi he. Ngoja nitafute ya kupanda juu, hii inashuka. Ngoja nitafute ya kupanda juu. Na sasa unatakiwa uwe una ticket kama hii hapa, unanunua. Ehe, nimepata za kupanda, unanunua hizi ticket. Ngoja tu niache ni, ni kamera yangu hivi, labda niwaonyeshe huku tunakotoka. Unanunua hizi ticket kwenye kimashine fulani, kwenye mashine fulani. Hauna mtu hapo, wewe unafika. Of course kuna ofisi kama unataka mtu akukusaidia, nakusaidia lakini ukweli ni kwamba ukifika pale una kadi yako ya benki. Kwa maana hiyo unafuata maelezo pale, ile screen ina lugha tofauti tofauti. siku kadi yangu ikiisha, maana hii ita ita expire tarehe 14 mwezi wa tano. Siku kadi yangu ikiisha, tutafanya hivyo, yeah. Haya, sasa hapa mashine za kununua nimeziacha kule nyuma. Sasa hapa ukitoka na kadi yako ile una check out. Uhakikishe kwamba umelipia kwa sababu ehe, umeona hawa watu pale pembeni, watu pembeni pale, kuna ofisi astaki kuamulika wale watu. Sasa ndio wako kwenye kununua, ushanunua, unakuja hapa na kuna sehemu tofauti za kupandisha. Kila siku natumia upande huu, ngoja tukapandisha, tutoke nje kule kupitia upande mwingine Ehe, kupitia upande mwingine, hapa kwenye kuta, unaona ni matangazo ya wafanyabiashara, brands mbalimbali zinatumia fursa kwa sababu ni sehemu inayokutanisha watu. Na hivi ninapokuambia hivi, yote ni underground, ni chini huko. Juu kuna maisha yanaendelea, kuna mabarabara kibao, kuna kuna mabiashara kibao. Hii ni chini hii. Sasa ngoja nikuonyeshe haraka haraka, umeona hii yote, ukiona kama kuna milango ya kutoka na kuingia. Hii inaonyesha ni ukubwa wa hizi, wa hii metro station. Yaani huku kote watu wanaingia. Hey, pana mwangu hapa jamani. Naona nikijisema nikisema najisikia sio kama nyie mmehisi. Kwa hiyo ina sehemu nyingi za kutokea. Kwa mfano hapo wameandika Salida Vergara, eh, eh, Paso Central Plaza. Wanakuelekeza metro metro metro. Kuna mwangu hapa jamani <laughs> Naona anajisikia. Kwa hiyo ni kituo kikubwa mno, ni kituo kikubwa mno. Yaani ukifika hapa unapata treni za kwenda miji mingine tofauti tofauti kabisa. Unaweza ukashuka kituo cha hapo mbele, lakini vile vile unaweza ukatembea masaa mawili kwenda huko, na hayo masaa mawili ndugu yangu ni umbali mrefu, kwa sababu hizi treni zina spidi kubwa, hizi treni zina spidi kubwa sana Ukiona masaa mawili ujue, kwamba yani, sijui nisema umefika Morogoro kwa hesabu za rakaraka, ama wapi? Kwa sababu hizo hizo treni ni zina spidi ni zina spidi hatari. Haya, ndugu zangu, kiukweli naona sijui itakuwaje kwa sababu hili eneo ambalo nimepita tena, leo nijaribu kuangalia, wale wa machinga hawapo.